Simba X Factor ambaye Fadu Denis alikuwa anamzungumza, na si mwingine ni Morice Abraham. Amekuwa na performance bora sana. Huu ni usajili mpya pale Simba, lakini kijana huyu Mtanzania mwenye umri wa miaka 21 tu anaonyesha makubwa. Alianza kwenye kikosi cha timu ya taifa ya vijana under 17, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2019 na... elfu mbili na kumi na tisa. Yes, aliwasha moto kule, akaja under 20, amekuja kucheza senior team, wakati huu anavaa uzi wa Simba eh bana Huyu ni mchezaji bora sana, anaonyesha ukomavu mkubwa, ana sharpness kwenye yale maamuzi. Angalia zile pasi anazozitoa. Unakumbuka mechi ya Singizini Hospa Champions League, alipiga pasi fulani ya kupenyeza kali sana kwa Kibu Denis, akaweka mpira nyavuni, na leo hii amerudia tukio hilo hilo. Akiwa na mpira hana mambo mengi, anachukua mpira kwenye imaya yake, so anamuonyesha, anamwambia weka hapa kwenye njia, basi anapiga pasi vile vile, inapita kwenye njia sahihi, mpira nyavuni, eh bana. Huyu bwana mdogo ni noma sana eh bana. Simba hapa walipata mchezaji, aendelee kupewa nafasi, atakuja kuwa mchezaji mkubwa zaidi Tanzania. Mi namfananisha na Luis mm. Jose Mixon inawezekana Simba wakaja kupiga biashara kubwa sana siku zijazo. Shara